Tuelekee kaunti namba 34 ambapo viongozi wa sehemu za uhifadhi wa wanyamapori na mashamba ya jamii ishirini katika kaunti ya Kajiado wamejitokeza na kutetea mradi wa hewa ya kaboni ambao umepata pingamizi katika shamba la Oldonyonyokie huko Magadi. Wakihutubia wanahabari baada ya mkutano, viongozi hao wamesema kwamba mradi huo una manufaa kwa masuala ya kurekebisha mabadiliko ya tabia nchi na hivyo inapaswa kuzingatiwa. Hiki ni kikao cha viongozi wa hifadhi za wanyamapori na mashamba ya jamii waliokongamana mjini Kajiado kujadili masuala ya utunzaji wa mazingira kuimarisha ufugaji na uhifadhi wa wanyamapori swala la biashara ya hewa kaboni likijitokeza ambapo kwa kauli moja walitetea mradi huo unaoendeshwa na mashirika mbalimbali mbali. Pesa ile ambayo ni tunaita participation fee ambayo ilitumika ama tulipata ni pesa ambayo imeenda kwa basari. Unakuta kuna group zingine ambayo wamepata wamelipa over 17 million kwa basari. Tunatambua kwamba sio community zetu ziko na shida. Tunajua kuna wale watu ambayo wako intermediaries wanataka kuja kuharibia sisi kwa community, ili pesa iweze kupitia wao badala ya kwenda direct kwa community ile kitu iko watu wanasema shamba inauzwa, hiyo ni propaganda na tunakanusha tukisema hiyo si ukweli. Wanasema Kajiado ni miongoni mwa kaunti ambazo zimekuwa zikipambana na makali ya kiangazi cha mara kwa mara na kutatiza shughuli za ufugaji ambazo ni uti wa mgongo wa kaunti hii, na hivyo mradi wa hewa kaboni umejiri kwa wakati unaofaa ili kurekebisha hali. Miaka mbili, saa hii sisi mahali tumetoka kama Shampole mifugo hazijaweza kwa, hasijaweza kuhama kwa sababu tumeweka uh, grazing yetu katika maandishi ambayo watu sasa wanajua hauwezi hamia pande hii kwa wakati huu. Uh, mifugo yetu imeanza kupata um, um, nyasi ile ambayo hata ilikuwa imepotea. Rais wetu wanazungumzia mambo ya kupanda miti na kufanya kitu vitu kama hizo. And I think the kama hata hivyo, kauli yao imejiri wakati kumekuwa na pingamizi la mradi huo, viongozi hawa wakipuuza hilo na kusema wataendelea kukumbatia mradi huo kwa manufaa ya kulinda mazingira. Tume, tume sign project ambayo ni ya five years five years, five years. Kama tujaelewana kwa hii five years, tunaweza wachana. Si ndio? Mm. Lakini hii hii 40 years tunaweza si, lakini ambayo wanasema ni the, the period at which the project last in Kenya mm -hmm. or in the region yeah. the yeah. project last for, for 40 years yeah. lakini si agreement mm hakuna -hmm. mahali ambayo tumesign ya 40 years ukiangalia mm -hmm. mm -hmm. we review the project after every 5 years mm -hmm. Kama tumeelewana, tunaendelea mm -hmm. Kama hatujaelewana tunaachana kwa hiyo tunaomba, ya kwamba wale ambao wanaenesha ufumi wale wanaenesha uongo, tunaomba tafadhali mwache. Mradi huo wa hewa kaboni ambao unatarajiwa kudumu kwa miaka 44, inahusisha kampuni zinazoendesha biashara hiyo kuwapa wakazi kiinua mgongo ili waendeleze miradi kwenye mashamba yao itakayosaidia kupunguza kiwango cha hewa ya kaboni kwenye mazingira. Kauli ya viongozi hao inajiri siku chache baada ya baadhi ya wanachama wa shamba la Udonyonyoke kupinga mradi huo kwa kile wanasema hawajakubaliana na yale yaliyoko kwenye mkataba wa maelewano. Robert Masai, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.